Bali mtazamaji wa Land Dwellers, karibu leo tena katika kipindi chako cha Zijue Senti Zako, kipindi ambacho kinaendelea kukupa maarifa yatakayokuwezesha kusimamia fedha zako ili uweze kuziwekeza kwa faida na maisha ya baadaye. Kipindi hiki kinakujia kwa ushirikiano wa Land Dwellers pamoja na Toronto Legacy Services, na mimi ni mshauri wa elimu ya fedha niliyeidhinishwa na benki kuu. Jina langu ni Maombi Abdiel. Karibu sana. Hii leo tunaenda kuangazia jambo ambalo watu wengi hawalijui na hawalizingatii kabisa katika maisha ya kifedha. Jambo lenyewe ni tabia za kifedha ambazo tunazirithi kutoka katika familia zetu au kutoka kwa wazazi wetu. Kila mmoja wetu ametoka katika mazingira fulani ya kifedha. Wapo ambao wamezaliwa katika familia ambazo zilikuwa zina kipaumbele kikubwa kwenye uwekaji wa akiba na kufuatilia matumizi yao, lakini kwa upande mwingine, wapo ambao wamezaliwa au wamekulia katika familia ambazo wao walikuwa wanapenda kutumia kila kinachopatikana chote. Sasa hizi ni tabia mbili tofauti ambazo zinakuja kuathiri maisha na maamuzi ya kifedha ambayo tunakuwa nayo leo hii. Kama umetokea kwenye familia ambayo walikuwa wanatumia uh, kila kinachopatikana, athari hiyo inaweza ikaendelea kuambatana na wewe au ukairithi na kukusababishia wewe kuwa mtu ambaye haujali pesa na unatumia kila unachokipata. Kama baba yako au mama yako ulikuwa ukimuuliza hela anakwambia, pesa zimeisha kwa sasa, subiri mshahara ujao. Inaweza ikakuathiri wewe mpaka kwenye maamuzi ya maisha yako sasa hivi ya kifedha, ukajikuta ni mtu ambaye unatumia pesa zako bila kuwa na mpango maalum. Hivyo hivyo kwa mtu ambaye ametokea kwenye familia iliyokuwa inaweka akiba vizuri na kufuatilia matumizi, atakuwa mtu hivyo, hivyo hivyo, kwa sababu ya ile athari ambayo imetokana na wazazi au yale mazingira aliyokulia. Sasa tuangalie athari zinazotokana na tabia hizi. Moja, kila unapopanga kuweka akiba unashindwa kutokana na athari ya wazazi au yale mazingira uliyokulia ambayo ni ya watu waliokuwa wanatumia kila kinachopatikana. Namba mbili, unaweza kuweka akiba na kufuatilia matumizi yako vizuri leo kwa sababu ilitokea katika familia ambayo ilikuwa inafuatilia matumizi na kuweka akiba. Unaogopa madeni kwa sababu umetokea katika familia ambayo ilikuwa inaogopa sana madeni na ilikuwa ina mkakati mzuri pale inapokuwa imeamua kuchukua mikopo. Kwa hiyo hizi tabia zinaathiri sana maisha yetu ya kila siku, kwa sehemu kubwa inaathiri sana budget, inaathiri matumizi yetu ya kila siku, lakini mbaya zaidi inaweza ikaathiri mpaka mahusiano yetu. Mnapouana watu ambao wametokea katika familia zile zile za kutumia kile kinachopatikana, ni wazi kwamba mtaendelea kuwa watu ambao mnatumia, unless mtakapofanya maamuzi na kutafuta maarifa ya kujikwamua katika tabia hiyo. lakini kwa wale ambao watauana wakiwa wametokea katika familia ambazo zilikuwa zinathamini matumizi ya fedha, waliokuwa wanafatilia na, na kuweka akiba, inaweza ikaendelea kufanya hivyo kwa sababu tu ya athari inayotokana na mazingira waliyokulia. Habari njema ni kwamba hali hii inaweza ikabadilika na ukawa mtu mpya kabisa. Jambo la kwanza, tambua ni tabia gani ambayo umeirithi kutoka kwenye mazingira uliyokulia. Je, unakopa sana? Je, ni mtu ambaye unaweka akiba? Kitu cha pili, jiulize hiyo tabia inaku, inakuferisha au inakufanya uendelee kupiga hatua katika maendeleo yako. Badili tabia hiyo kama inakuathiri sana kwenye upande wa kiuchumi, anza tengeneza bajeti na uifuate kwa uaminifu. Anza kuweka akiba kidogo kidogo kadiri unavyoweza. Kufanya hivyo unaweza ukakufanya uondokane na tabia hiyo mbaya inayokuchelewesha mafanikio yako. Kitu cha ja, tatu, jifunze elimu ya fedha, ili upate maarifa ambayo yatakufunulia njia na mbinu ambazo zinaweza zikakutoa hapo ulipo uwekezaji kwenye hisa, uwekezaji kwenye mifuko ya pamoja, biashara; ni maarifa ambayo unatakiwa kuyatafuta kwa bidii ili uweze kuwa mtu mpya na uondokane na hiyo changamoto. Nimalizie kwa kusema, anza leo safari yako ya uhuru wa kifedha kwa kutathimini tabia ambazo umezirithi kutoka kwa wazazi wako au kutoka kwenye mazingira uliyokulia. Tenga dakika tano ya leo, tafakari ni tabia gani hiyo ambayo umeirithi, na uweze kufikiria namna ya kuepukana nayo, ili hatimaye uweze kuwa mpya unayeweza kufanya jambo la kimaendeleo. Hapa tumefika mwisho wa chetu leo. Mpaka wiki ijayo, ulikuwa nami Maombi Abdiel, mshauri wa elimu ya fedha. Endelea kuifuatilia Land Dwellers, bye, bye.